Mpendwa mtazamaji, Dominika ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwaresma, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Somo la kwanza tunalipata katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya ishirini na sita aya ya nne hadi ya kumi. Somo la pili tunalipata katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya kumi aya ya nane hadi ya kumi na tatu. Na Injili tunaipata katika mwinjili Luka Sura ya nne aya ya kwanza hadi ya kumi na tatu. Tuanze na Injili ambayo inazungumza juu ya majaribu ya Bwana wetu Yesu Kristo akiwa kule jangwani. Luka anatuambia kwamba baada ya Yesu kupata utambulisho katika ule ubatizo ambao Mwenyezi Mungu alimruhusu abatizwe katika mto Yordani Luka sura ya tatu aya ya 21 mpaka ya 22. Roho wa Bwana akashuka juu yake na mbingu zikamfungukia, sauti ya Baba ikasema, huyu ni mwanangu mpendwa niliyependezwa naye. Huyu huyu Roho Mtakatifu aliyekuwa amemshukia siku ile ya ubatizo akamchukua akampelekwa jangwani, aende akajaribiwe kwa muda wa siku arobaini, na hii inathibitisha kwamba yeye ni kuhani mkuu kama vile ile waraka kwa Waibrania inazungumza kwamba hatuna kuhani mkuu mwingine zaidi ya Yesu, ambaye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Na huyo ndiye kuhani mkuu. Yesu anaenda kujaribiwa baada ya mbingu kuweza kumfungukia. Na hapa fundisho tunalolipata ni hili: kipindi ambacho Mwenyezi Mungu amekuletea baraka, umetangazwa kwamba weye ni mbarikiwa umevuka katika hatua moja ya maisha, jiandae kwa kujaribiwa. Na kilikuwa ni kipindi ambacho Yesu alikuwa anajiandaa kwenda katika utume wake. Yoshua bin Sira sura ile ya pili aya ya kwanza imeandikwa hivi: mwanangu, ukitaka kuja kunitumikia, weka moyo wako kwa kujaribiwa. Kwa ili Yesu utumishi wake utoke kwa Mwenyezi Mungu ilibidi aweze kujaribiwa kwa muda wa siku arobaini. Majaribu ni nini? Majaribu ni changamoto za imani ambazo tunazipata na hizi huwa zinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndiyo maana Yesu anaongozwa na Roho Mtakatifu kwenda kule jangwani, na majaribu yanapokuja, yana lengo la kuweza kutuinua katika imani, hayana lengo la kuweza kutuangamiza, tofauti na kishawishi. Kishawishi kinatoka kwa Ibilisi na vilevile vile pia hutoka katika tamaa zetu za ndani ya miili yetu. Anakwenda jangwani kwa muda wa siku arobaini. Jangwani ni mahali gani? Jangwani ni mahali pa ukame, jangwani ni mahali ambapo hakuna maji, jangwani ni mahali pa kifo na mauti, jangwani ni mahali ambapo kuna mashimo na watu wengi wanaanguka huko. Hivyo katika safari ya maisha ya Yesu, anapelekwa jangwani kama vile wana wa Israeli walivyopita jangwani kwa muda wa miaka arobaini kabla hawajaingia katika ile nchi ya ahadi ambayo ilikuwa imejaa maziwa na asali na pia jangwani palikuwa ni mahali ambapo Mwenyezi Mungu aliweza kuwajaribu wana wa Israeli. Je, yeah, wakiwa huko katika lile jangwa watamkumbuka Mwenyezi Mungu huyu ambaye yeye aliwatendea mambo makuu kule Misri. Yaani kilikuwa ni kipindi ambacho wao walienda kujaribiwa katika imani. Tunaipata katika kitabu cha Hesabu sura ile ya kumi na nne aya ya thelathini na tatu hadi ya thelathini na nne Akiwa jangwani kwa muda wa siku arobaini Yesu anafunga hakula chakula, na tendo la kufunga hakula chakula linaonyesha ule umuhimu katika dini ya Kiyahudi kwamba kufunga ilikuwa ni sehemu mojawapo ya matendo ya baraka, na vile vile pia shetani anamwogopa mtu ambaye amefunga. Na ukifunga, maanake tayari unamruhusu Mwenyezi Mungu, unautiisha mwili wako kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, katika kitendo hicho cha Yesu kwenda kufunga manaake ameuzila mwili wake. Fikiria, mwana wa Mwenyezi Mungu hakuona fahari katika swala zima la chakula, anaamua kuuzila mwili wake kwa ajili ya mambo ya kimungu aweze kupata nguvu. Na baada ya hapo sasa mwishoni ndipo anavyopata njaa. Luka anavyoonyesha kwamba Yesu alikuwa na njaa manaake alikuwa ni binadamu kama sisi, alipata na hisia mbalimbali mbali alikuwa ana njaa na alipopata tu pale njaa, ndipo shetani akaja. Tunajifunza kitu gani? Kila mmoja ana njaa yake, ambapo anataka kufikia sehemu fulani, anataka kuweza kutimiza hamu fulani katika moyo wake. Kila mtu ana kiu, kiu ya maendeleo, kiu ya kumtafuta Bwana, kiu ya kupanda kutoka hali ya chini kwenda katika hali ya juu. Hizo zote ni njaa wakati tunapokuwa na hizo njaa zetu, ndipo shetani huwa anakuja kuweza kutufanya tuweze kuwa aweze kuwa mshauri wetu. Usisahau, alimwendea Adamu na Eva katika ile bustani ya Edeni katika swala zima la chakula, akawaambia kwamba Mwenyezi Mungu yeye ameweka vyakula vyote. Je, amewazuia wasile? Adamu na Eva hawakuwa watii kwa Mwenyezi Mungu, wakala kile chakula, ndio dhambi ambazo zinatutesa hadi leo. Katika namna hiyo hiyo, kama alivyo mjaribu Adamu, anakuja pia kwa Yesu katika swala zima la chakula. Jaribu la kwanza, anamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mwenyezi Mungu, geuza mawe haya yaweze kuwa mkate. Neno hilo ikiwa alikuwa ana maana gani? Ikiwa maana yake Usipofanya hiki wewe si mwana wa Mwenyezi Mungu. Ni swali ambalo baya sana. Shetani anamjaribu Yesu asimwamini baba yake ambaye amemleta duniani. Asimwamini baba yake aliyemtunza katika nyakati zote hizo. Anataka pia atumie uweza wake katika kujipatia mahitaji. Ndiyo maana anasema, ikiwa wewe ni mwana wa Mwenyezi Mungu, geuza au iambie jiwe hili liweze kuwa mikate. Anamwambia kwamba Mungu baba yako amekuacha, hayuko pamoja na wewe tena. Mbona nabii Elia aliletewa chakula na kunguru, na pia malaika walimpelekea chakula? Inakuwaje wewe una njaa? Geuza basi uweza wako. Twajifunza kitu gani katika somo hili? Tunachojifunza hapa ni kwamba shetani anaweza akaamua kutumia nguvu za Mwenyezi Mungu ambazo ziko ndani mwako katika swala zima la kujiletea manufaa binafsi. Yaani, nina uwezo wa kimungu ndani mwangu, sura yangu ni uwezo wa kimungu ambao uko nao ndani mwangu. Shetani aweza kutumia pia sura yangu katika swala zima la mimi niweze kujiletea manufaa binafsi. Shetani pia aweza kutumia kile ambacho niko nacho katika swala zima la manufaa binafsi, na watu wengi sana wameanguka katika swala zima la mahitaji ya mwili, jaribu la mahitaji ya mwili suna hiki tumia. Ndio maana tuna makundi mengi sana ya watu ambao wanajiuza miili yao, yani hawataki kutumia njia ile sahihi ya kuweza kujipatia kipato, wanatumia njia nyingine ambayo Mwenyezi Mungu hakuwapatia kugeuza mwili katika swala zima lazima la kuweza kujipatia kipato, ni dhambi moja mbaya sana na katika jaribu kama hilo ambalo ukiletewa la kuweza kugeuza nguvu za Mwenyezi Mungu ambazo ziko ndani mwako zikuletee kipato na maisha yenye ubora, huwezi ukamshinda shetani katika swala so la zima la maneno ya porojo. Neno la Mwenyezi Mungu ambalo kila siku unalolisoma ndilo litakaloweza kukupatia uweze kuwa mshindi, na ukumbuka kwamba katika, katika kipindi kama hicho ambacho Yesu alikuwa amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu, shetani hakumwogopa. Unaweza kuwa umejazwa nguvu za Roho mtakatifu zipo pamoja na wewe, lakini shetani hawezi kuogopa kukujia na hata kama umejazwa nguvu za Roho Mtakatifu, lita jambo la kufanya uweze kutoka katika jaribu hilo ni neno la Mwenyezi Mungu, nalo lisoma kila siku, ambapo neno la Mwenyezi Mungu ndio taa ya kuweza kutuongoza taa ya miguu yetu. Yesu anamwambia shetani kwa kutumia neno la Mwenyezi Mungu, katika ile Kumbukumbu la Torati anasema kwamba, sikiliza, mwanadamu hataishi kwa mkate tu ila kwa kila neno linalotoka kwa Mwenyezi Mungu. Anamwambia sikiliza, wana wa Israeli walikaa jangwani kwa muda wa miaka arobaini. Mwenyezi Mungu aliwalisha kwa mana. Mwenyezi Mungu hawezi kushindwa kuweza kunilisha mimi eh, chakula kama aliwalisha kwa mana, pia aweza kunipatia kupitia neno lake. Jaribu la pili, shetani akamchukua akampeleka hadi katika kilele cha juu, akamwonyesha miliki zote sasa kitendo cha kumwonyesha manake nini? Alimwingiza katika kishawishi cha macho. Macho yanapenda kuweza kuona maisha mazuri, tunatamani kuweza kuona kesho yetu ikuwa ni nzuri, na kila siku. Mojawapo ya dhambi inayotupelekea kuweza kuanguka sana ni kupitia macho yetu, fahari ya kidunia, uwezo, utukufu. Anampeleka pale, anasema kwamba angalia, falme zote, miliki zote nzangu mwenyewe ni kweli kwa sababu katika injili ile ya Yohana sura ya kumi na mbili e, aya ya kumi na tatu. Shetani ndio baba wa dunia hii, amepewa miliki zote. Anamwambia nisujudie, nitakupatia enzi hizi zote. Ni maono ya udanganyifu sana, na katika maono haya anamwonyesha ile hizo miliki zote kwamba zipo mikononi mwake na yeye humpatia yote anayemtaka ni kweli katika kipindi ambacho Shetani alikuwa kwa Mwenyezi Mungu, alifukuzwa, aliondoka na miliki nyingi sana, vyombo vya muziki na mambo mengine yote. Anamwambia hivi, ili uweze kupata utukufu wa duniani hapa, nisujudie. Na wale wote ambao wanaingia katika dhambi hii ya kumwabudu Shetani wanaitwa waabudu Shetani, wamevunja ile amri ya Mwenyezi Mungu, ambayo Mwenyezi Mungu amesema niabudu mimi peke yangu, wamevunja hiyo amri na masharti ya Mwenyezi Mungu ilikuwa ni Yesu, kwamba lazima apite kwenye mateso makubwa ateseke, ndipo baadaye aweze kwenda kwenye utukufu, na hii tunaipata katika injili ya Luka sura ile ya 24 aya ya 25 mpaka ya 26. Shetani anamwambia katisha, usipite kwenye mateso, pita njia ya mkato, nisujudie, niabudu. Na Yesu anamwambia imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako. Jaribu hili la pili la kumwabudu Shetani uweze kupata mali na miliki. Zimetesa dunia, sasa wengi tunateseka, familia nyingi zinateseka kwa ajili ya hilo. Baadhi ya watu wameamua kutumia njia za mkato kwa ajili ya kupata mali zao, wamemsujudia Shetani kwa masharti haya, kwa sababu Shetani lazima akupatie masharti kwamba niabudu, nisujudie. Wengine wamekubali kutoa hadi wazaliwa wa kwanza, kuwachinja watoto wao kwa ajili ya kuweza kupata mali wengine wameamua pia kuwaua wake zao kwa ajili ya kupata mali. Wengine wamewaua waume zao, wengine wamewatoa kafara watu wengine kwa ajili ya kuweza kupata mali na utukufu, katika swala so zima la kuweza kupata vyeo mbalimbali, wengi wanawachinja wanawatoa kafara wana wao. Watashangaa tu, mauaji, mauaji, mauaji, na kitendo cha kuweza kumsujudia shetani. Anasema nipatie damu, unaua watu ili uweze kupata cheo. Udanganyifu wa muda, cheo hicho ni cha muda tu na mwisho, shetani lazima akuumbue, lazima akuache katika maisha ambayo ni mabaya zaidi. Yesu anamshinda kwa neno la Mwenyezi Mungu, imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako. Usije ukaingia katika safari ya maisha yako katika ibada za kuweza kumwabudu shetani katika mambo ya kupata mali, mikosi itaenda katika vizazi vinne, ndivyo ilivyoandikwa. Utateseka wewe, watoto wako, wajukuu wako, hadi vitukuu. Ni kweli, watu wengi hawataki kupita katika mateso. Upite hatua kwa hatua uweze kupanda katika swala zima la uchumi hatua kwa hatua, tukuone unavyoanza upande, uende hatua zote mpaka ufike kule juu. Wanataka wapate mali katika njia za mkato. Tumwombe mwenyezi Mungu atuepushe katika udanganyifu wa mali za kidunia, hii na falme na utukufu kwa kumsujudia shetani. Jaribu la tatu ni hili, shetani akamchukua Yesu akampeleka hadi katika kilele cha juu cha hekalu, akamwambia, jirushe, imeandikwa katika ile Zaburi ya mia moja na ishirini na moja kwamba atakuagizia malaika zake wakudaki, watakupokea mikononi mwako. Ili ni jaribu la nafsi. Kwa nini tunatamani sana maisha ya hali ya juu, natamani kuweza kusifiwa? Ukifanya kakitu tu kadogo, watu wanakusifia eh ulivyofanya vizuri papa, mtu wa watu, hakuna mwingine kama we. Na wewe unaitikia sifa hizi. Zimewaponza watu wengi sana, kutaka kuweza kuinuliwa juu juu, na hiki ni kigezo kibaya sana kwa wanasiasa, kubebwa, gari lako liweze kusukumwa, unataka uweze kuonekana kwamba juu, hujui kama mwisho wako ni mbaya. Anamwambia jirushe. Kitendo hiki cha kujirusha Shetani anamtegeshea Yesu atumie akili yake kujimaliza yeye mwenyewe. Una, inajulikana wazi kabisa kabisa kwamba nikijirusha kutoka juu nitaanguka, nitavunjika. Hasa kwa sababu Shetani amempampu, amemsifia, amesema kama imeandikwa, unaamua kutumia akili yako kufanya mambo ya hovyo. Na hadi leo hii watu wengi sana wamekufa wameangamia kwa sababu ya kujirusha, ameamua kutumia vibaya uwezo wa kimungu, akili yake. Una mjaribu mwenyezi Mungu, ngoja nifanye hiki mwenyezi Mungu. Ni mjaribu usije ukamjaribu Bwana Mungu wako, kwa sababu una akili yako yote. Kumbuka pia wana wa Israeli walimjaribu Bwana mwenyezi Mungu kule Meriba kwenye kwenye ile jangwa, waliangamia wengi sana kwa kumjaribu Bwana Mungu wako. Usikubali hata siku moja katika kutaka vyeo, kujirusha, ukaamua kumjaribu mwenyezi Mungu katika hiyo. Unajua kwamba hii ni sumu, unasema kwamba nimjaribu mwenyezi Mungu ninywe sumu, utakufa. Usifanye vitu kama hivyo, unajua kabisa kwamba nini. Hapa gari, magari yanapita, unajirusha barabarani, utakufa. Tumia akili yako, tumia uwezo wako. Na Yesu anamshinda shetani kwa kutumia neno la mwenyezi Mungu. Ebu neno la mwenyezi Mungu ambalo Paulo anazungumza katika ile Warumi sura ya tano aya ya kumi na mbili mpaka ya kumi na tisa kwamba neno la Mwenyezi Mungu lijae kwa wingi ndani mwetu. Kweli neno hilo lijae kwa wingi ndani mwetu, litusaidie nyakati za majaribu yetu, yaani tunavyopita katika magumu mbalimbali mbali. neno la Mwenyezi Mungu likijaa kwa wingi ndani mwetu, tutakuwa ni watu wenye furaha, tutakuwa ni watu wa ushindi, hatuwezi kutenda dhambi na hivyo tutafanana na Bwana wetu Yesu Kristo na kutakia Kwaresma njema katika kipindi hiki cha mfungo utakavyopita, katika swala zima la majaribu uweze kuwa mshindi. Yesu alishinda, na sisi pia tunaweza kushinda. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.